Ay ya alafu ah, bishisafo porepore ye yeah. nyakhuinjira yeah, khumukhuba kandi khandi tafauti asye ndisyokhabere. Kwa nini nyinyi watu mukipatiana pesa mbaka na wakubwa mbaka hata ata, ata mbegu wenye munapatia mbegu ni wale na wanajiweza na wamama wakongwe wanahuzunika <clothed> Hey. Juu wewe nyamaza, juu hata mimi mimi ni mwanamke. Hata huko kwetu mali nimetoka mimi, si lazima niomba hata mheshimiwa kitu tu. Mimi niko na na nguvu ya kufanya kazi. Kwa nini mama, nilikuwa juzi mpaka mali yapo nikachoka